Katika video hii nitakwenda kuonyesha jinsi ya kuweza kuangalia matokeo ya mtihani wa taifa darasa la saba elfu mbili na ishirini na tano. Hatua ya kwanza kabisa ingia kwenye simu yako Google alafu katika sehemu hiyo ya kusearch we, andika NECTA yaandika NECTA utaisearch hiyo NECTA na baada ya kufunguka utaweza kuiona website ya NECTA <coughs> baada ya kufunguka utaweza kuiona website ya Necta iko namna hii, na uta scroll down chini kidogo. Katika sehemu hii ya event, ndipo sehemu ambapo utaweza kuona matokeo au linki ya matokeo. Kama unavyoona, leo tarehe nne, wameweka ratiba ya mtihani wa taifa kidato cha pili pamoja na ratiba ya mtihani wa taifa ya kidato cha nne, ambapo video hizi zote mbili nimeweza kuonyesha, video inaoonyesha ratiba ya mtihani wa taifa kidato cha pili na ratiba ya mtihani wa taifa kidato cha nne. Kwa sehemu hii utaweza kupata news au matokeo katika sehemu hiyo, lakini pia vile vile utakuja katika sehemu hii ya hapa juu kwenye vidoti vitatu, na baada ya hapo utakuja katika sehemu hii ya result, kama unavyoona hii result hapa utagusa hichi kialama cha drop down menu, then utabonyeza kwenye sehemu hii ya P S L E P S L E utafungua katika sehemu hiyo ya hapo okay. Ukishafungua hapo utaweza kuyaona matokeo haya, kama unavyoona hapa, utaweza kuona matokeo ya elfu mbili na ishirini na tano pale atakapokuwa ametoka, utaweza kuona hapa matokeo ya elfu mbili na ishirini na tano. Kwa unachotakiwa kufanya ni kubonyeza tu linki iliyoko hapa, utaifungua hiyo linki, na hapa utaweza kupata mikoa yote ya Tanzania. Sasa <coughs> waunachotakiwa kufanya ni kuchagua mkoa wako hapo ambao unataka kuangalia matokeo yake. Let's say unataka kuangalia matokeo ya mkoa wa Dar es Salaam, utafungua Dar es Salaam na hapo utaweza kuona wilaya za mkoa huu, kuna Dar es Salaam CC, Kigamboni MC, Kinondoni MC, Ubungo MC pamoja na Temeke MC. hizi ni wilaya zilizopo katika mkoa wa Dar es Salaam. Kwa hiyo labda utafungua Ubungo MC, hapo utaweza kuona shule zote zilizopo Ubungo MC kwa sasa wewe pale, unachotakiwa kufanya ni kuchagua shule yako ambayo unataka kuangalia matokeo yake, labda ni hii shule ya Jeshini Primary School, utaigusa namna hii na matokeo yake utaweza kuyapata hapa. Kwa hiyo hii ni njia rahisi ya kuweza kuangalia matokeo ya mtihani wa taifa darasa la saba 2025. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii ya FEABOY, tafadhali bonyeza neno subscribe, like video hii, share na video hii kwa wengine wengi zaidi ili, ili waweze kujua ni jinsi gani wataweza kuangalia matokeo haya. Santeni na karibuni.